Natalya Nikolayevna Demkina alifahamika pia kwa jina la Natasha, ni binti kutoka nchini Urusi aliyejitangaza kuwa amebarikiwa uwezo maalumu wa kuweza kumwona mtu viungo vyake vya ndani kama ambavyo madaktari wanatumia mashine ya X-ray kufanya uchunguzi wa magonjwa. Natasha alizaliwa nchini Urusi mwaka 1987. Kwa mujibu wa maelezo ya mama yake mzazi, Natasha alikuwa mtoto wa kawaida tu mpaka alipofikisha umri wa miaka kumi ambapo uwezo wake huo wa ajabu ulianza kuonekana. Nilikuwa nimekaa nyumbani na mama na ghafla nikaona kitu, nilikuwa naona viungo vya ndani ya mwili wa mama na nikaanza kumwambia mama kuhusu viungo vyake ninavyoviona. Sasa naweza kubadilisha kuona kwangu kawaida na kuanza kuona kidaktari. Kwa sekunde tu naweza kuona picha yote ndani ya mwili wa mtu na kuifanyia uchambuzi. Maneno hayo aliyasema Natasha. Baada ya Natasha kumweleza mama yake kuhusu viungo vyake vya ndani, taarifa hizo zilianza kusambaa taratibu mtaani kwao. Watu walianza kukusanyika mlangoni kwa kina Natasha kufanyiwa uchunguzi wa afya zao na baadaye taarifa hizo zilianza kusambaa kwenye vyombo vya habari na ulimwengu kumfahamu Natasha. Baada ya taarifa za Natasha kusambaa, watafiti kutoka sehemu mbalimbali duniani walianza kumfanyia majaribio kadhaa kuthibitisha uwezo wake. Moja kati ya majaribio aliyofanyiwa New York Marekani, Natasha aliwekewa wagonjwa saba ambao walifanyiwa vipimo vya kidaktari na kujua matatizo yao bila Natasha kujua ili kuweza kukubalika uwezo wa Natasha, watafiti hao walimpa masharti Natasha ya kupatia angalau wagonjwa watano kati ya saba waliokuwepo. Natasha aliweza kupatia wagonjwa wanne kati ya hao saba. Kiongozi wa taasisi hiyo ya utafiti ya New York alisema kuwa anawafananisha watu wanaoamini vipimo vya Natasha ni sawa na watu wanaoamini vipimo vya wapiga ramli. Baada ya utafiti huo, Natasha alijitetea kwa sababu mbalimbali mbali za kushindwa kupatia watu wote aliopewa kuwachunguza. Moja kati ya sababu zake ni kuwa kuna mgonjwa ambaye alikuwa amekatwa kidole tumbo, alishindwa kumgundua kwa sababu kidole tumbo kilikuwa kimeota tena. Sababu hiyo ilikataliwa kwa sababu kisayansi, kidole tumbo kikikatwa hakiwezi kuota tena kwa haraka kama alivyosema Natasha. Baada ya utafiti wa New York, Natasha alialikwa tena nchini Japan kwa majaribio mengine. Ripoti za utafiti huo zilisema kuwa Natasha aligoma kushiriki kwenye utafiti huo baada ya watu aliotakiwa kuwafanyia uchunguzi kufichwa nyuma ya kitambaa. Watafiti walisema kuwa kama kweli Natasha na macho x-ray angeweza kumwona mtu ambaye yupo nyuma ya kitambaa kwa sababu x-ray inaweza kumwona mtu hata kama amefunikwa na nguo.